Kama serikali tumefurahishwa sana na jitihada hizi za TPDC kwa sababu zinaiwezesha serikali sasa kutimiza lengo lake la kuhakikisha gesi asilia inasambazwa kwa wingi na kwa ukubwa zaidi kwa Watanzania. Kwa mfano, kwa takwimu za sasa, ni mikoa minne tu Tanzania inafikiwa na gesi asilia, mkoa wa Mtwara, Lindi, mkoa wa Pwani na mkoa wa Dar es Salaam, lakini wote mtakubaliana na mimi kwamba kwa miaka ambayo tangu tumegundua gesi asilia ni muhimu kuhakikisha gesi hii inaweza kuwafikia Watanzania wengi zaidi. Kwanza itachagiza shughuli za uchumi viwandani, kwenye migodi, lakini pili, na kwa ukubwa zaidi, hii inaendana moja kwa moja na swala ambalo liko karibu sana na moyo wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan la kuhakikisha kuwa tunakuwa na nishati safi ya kupikia na kuachana na matumizi ya nishati chafu. Mradi huu wa kufanya kugeuza gesi kuwa kimiminika unawezesha kusafirisha gesi kwa umbali mkubwa zaidi na kwa gharama nafuu kuliko kwa mfano kutumia mabomba. Mradi wa aina hii sasa utatuwezesha kupeleka gesi kwenye maeneo mbalimbali nchini, ikiwemo kwa mfano makao ya makuu ya nchi Dodoma, e, maeneo ya uzalishaji mikoa kama Mwanza, Geita na kadhalika na maeneo yote mbalimbali mbali ambapo kutakuwa na uhitaji wa kusambaza gesi, na ni hatua ya kwanza katika jitihada nyingi za serikali za kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya kuwa na uchumi wa gesi. Kama mnavyojua Tanzania ina ugunduzi mkubwa sana wa gesi. E, takribani futi za ujazo trilioni 57 ambazo jitihada mbalimbali za kuziendeleza na kuzitumia zinaendelea e, na tunategemea sasa mradi huu iwe ni mmoja kati ya miradi hiyo ya kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya serikali ya kuwa na uchumi wa gesi, lakini gesi iweze kutumika kwa manufaa ya Watanzania katika shughuli za uchumi, lakini pia katika kuhakikisha kuwa tunakuwa na nishati safi ya kupikia na inaendana na malengo makubwa ya nchi ya eh, kuwa na kumvu kuhama kutoka kwenye nishati chafu kwenda eh, yani kwenye nishati safi yani energy transition, ambapo gesi tunasema ndio nishati ya mpito transition energy ya kutufikisha kwenye nishati safi. Gesi hii yakimiminika inasafirishwa kwa ama magari ama kwa kutumia treni, kwa sababu sasa hivi tuna treni ya kisasa. Kutakuwa kuna mabewa mahususi ambayo kupitia SGR yatapeleka kwenye mikoa ambayo SGR imefika na uzuri wa mradi huu hauhitaji magara makubwa kutunza, kwa sababu unachohitaji kule kwenye mikoa ambako inahusika ni kitu kinaitwa regasification facility ii gesi ikishageuzwa ikisha kuwa kimiminika, kwa mfano Mtwara inasafirishwa umbali labda Morogoro, Dodoma na kadhalika, kufika kule kutakuwa kuna mtambo ambao unaigeuza tena kuwa gesi na hivyo inasambazwa sasa kwenye ma kama ni vituo kwa ajili ya magari, kama ni kwenye majumba ama maofisi kwa ajili ya nishati, kuzalisha umeme na kadhalika. Kwa hiyo tofauti na kama mafuta ambapo tumezoea kuna magala makubwa ya kutunza, gesi yenyewe itakuwa tu na mitambo ya kuirudisha gesi na iweze kutumika. Tunaichukua ile gesi, tunaibadilisha inakuwa kimiminika ili lengo hiyo tuweze kuisafirisha gesi nyingi uh, katika eneo dogo katika tenki zile ili kuisafirisha sehemu mbalimbali za nchi. Kama ambavyo mnafahamu, kwa sasa hivi gesi kwa njia ya mabomba imefika uh, Mtwara, Lindi, Pwani na Dar es Salaam, lakini tunahitaji iende mbali zaidi. Sasa uh, kiuchumi ukizidi kilomita mia tano, uh, uh, namna ya usafirishaji wa gesi ambayo ni bora zaidi inakuwa ni kuisafirisha kama kwa njia ya kimiminika, kwa sababu inapunguza ujazo wake kwa kiasi kikubwa na ikifika kule tunarudisha tena katika hali ya gesi, itaingizwa ama kwenye mabomba au mitambo ya viwandani ya kuzalishia umeme, majenereta, vifaa uh, vinavyotumia mafuta badala yake vikatumia gesi. Na ndio lengo la, la huu mradi. Hawa uh, wenzetu wamekuja kama wawekezaji binafsi, tumezungumza nao, baada ya kufikia haya makubaliano uo ndio tunasaini tuende sasa kutekeleza mradi. Matokeo tuyategemee kama walivyokuwa wamesema wawekezaji hapa, uh, ndani ya miezi kumi na mbili ijao, uh, kwa sababu mradi utajengwa katika namna ya, ku, ya kuongezeka kwa hiyo uh, utaanza kidogo alafu tutaongeza uwezo wake. Kwa hiyo ile sehemu ya kwanza tunategemea ndani ya miezi 12 itakuwa imekamilika na gesi itakuwa imeanza kusambaa.